Katika ardhi ya mbali aliishi mwanaume aliyeitwa David. David alimwoa Jane, mpenzi wake tangu utotoni. David na Jane wana utajiri kwa sababu ya bidii ya kazi yao. Miaka miwili iliyopita, David na Jane walienda kwenye shamba lao kufanya kazi. Walikuwa wakiambiana maneno mazuri. Mpenzi wangu Jane, nakupenda kama vile sijawahi kukupenda hapo kabla. Wewe ni wa ajabu sana, mwanamke mwadilifu sana. Wewe ni mume bora duniani kote, David. Mwanamke aliyeitwa Mama Bomboi na mwanawe Chukudi walipita katika shamba la David na Jen. Chukudi, hebu tupite katika shamba la David na Jen, nadhani unawajua sio? Mama, nawajua. Nashangaa kwa nini wanaweza kuwa na furaha kiasikili, wakati hawawezi kupata mtoto. Huyo mwanamke ni tasa, ngoja niende nikawaumize roho. Habari wapenda. Nao habari, Mama Bomboi. Halafu inakuwaje mtu tasa kama wewe, Jen, unajifanya una furaha Unatakiwa kuomboleza na kuficha sura yako. Oh, jamani, sio hayo tena, unatakiwa kumpa mume wako mtoto, au urudi kwa wazazi wako. David hastahili haya, yeye ni mwanaume mwema. Na Jen akaanza kulia <laughs> Mama Bomboy, unawezaje kuwa mkatili hivyo? Tumekufanya nini? Hebu tuondoke mwanangu. Mpenzi wangu, tafadhali usilie, si unajua nakupenda. Usiwaze anachosema mimi ni tasa, unajua. Na mimi napenda watoto kama kila mwanamke. Usiwazi chochote anachosema, na siwazi sana kupata watoto. David na Jen walikuwa na furaha tena. Wiki moja baadaye, rafiki wa David walimwalika kwenye kikao akiwa njiani kuelekea kwenye kikao David alikuwa anatafakari ni biashara gani rafiki zake walitaka kujadili naye. Alitafakari labda rafiki zake walitaka kununua mazao yote kutoka kwenye shamba lake, au labda walitaka kumpatia fedha ili wawekeze kwenye biashara yake ya kilimo. Hatimaye David alifika kwenye sehemu ya kukutania, naweona kwenye kona. Hey, kitambo sana rafiki zangu. Habari, David. Na biashara gani kwangu? David, tumekuwa tunakufikiria, tunajua una huzuni kwa sababu mke wako ni tasa. Achana naye, tutakutafutia mwanamke mdogo atakayekuzalia. Musa yuko sahihi, achana na huyo mwanamke anayekutesa unayemuita mke wako. Sawa, sasa naona biashara na ya namna gani mmeniitia. Ngoja niwaambie kitu, siwezi kumwacha mke wangu, tasa au la, nampenda. Lakini David, si kila mwanamke ni tasa. Hebu tuachie huu mjadala hapa. Asubuhi iliyofuata, David aliamua kumpeleka mke wake Jen hospitali kupata msaada wa kimatibabu. Jen mpenzi wangu, nakuahidi kufanya mambo yote mazuri ili utibiwe. Asante David. Hospitalini: helo, helo daktari, nimemleta mke wangu kwa ajili ya matibabu. Je, unadhani yeye ni tasa? Sawa sawa, lakini huwezi kujua kabla hatujafanya vipimo. Inawezekana ikawa ni wewe ambaye huwezi kuzaa. Nini? Mimi? Hapana, mwanamume hawezi kutozaa. Wanaume pia wanaweza kutozaa. Tuendelee kutumaini kwamba ninyi wawili mko tu wazima. Tutumaini tu. Baada ya kufanya vipimo vyote vinavyotakiwa, ni David ndiye aliyekuwa na shida iliyomsababishia kutozaa. David alikuwa na kiwango kidogo cha mbegu za kiume. Daktari alimwambia kwamba tiba ya intrauterine insemination inatakiwa kufanyika. David na Jen walikubali tiba hiyo. Daktari aliwaambia kesi nyingi za kutozaa zinatibika kama zikigundulika mapema. Zifuatazo ni sababu kuu za kutozaa: lishe mbovu, magonjwa ya ngono ambayo hayajatibika kama klamadia na kisonono, matokeo ya maambukizi yanayotokana na ukeketwaji wa wanawake, utoaji mimba usio salama au kuzaa kusiko salama, kutumia miti shamba sehemu za siri au na enema ambayo husababisha maambukizi kwenye nyonga na kuzibwa kwa mirija, kuathiriwa na uvutaji sigara, petroli na uchafu mwingine wa kimazingira. David na Jen walikubaliana kufanyiwa tiba ya upandikizi ya IUI. Hospitalini, David alisubiri kwa uvumilivu. Daktari alipandikiza mbegu za David ndani ya mfuko wa uzazi wa Jane kuwezesha urutubishaji. Jane alichukua kipimo cha mimba baada ya siku 14 na alikuwa na mimba. Miezi tisa baada ya tiba ya intrauterine. Je, unalo jina kwa ajili ya huyu mtoto mzuri tumboni mwako? naisi nice nitamuita David. Wote wakatabasamu na wakaendelea. Ilifika wakati wa kwenda hospitalini kuzaa David na Jane walifurahi hatimaye kupata mtoto. Nimefurahi sana o, mimi ni baba. Hapana David, wewe ni zaidi ya baba. Ulikuwa zaidi ya baba hata kabla hatujapata huyu mtoto ameche. Ndiyo Jane, mpenzi wangu, wewe pia ni zaidi ya mama. Rafiki zangu, nimejifunza kwamba kutozaa si laana. Ni hali ambayo inawapata wote, wanaume kwa wanawake, na inaweza kutibiwa na kuzuiwa Hakuna anayetakiwa kunyanyapaliwa kwa sababu hawezi kuzaa. Naomba radhi kwa maneno mabaya na mdomo mchafu. Sasa nimejua somo langu. Unachosema ni sawa.